Hawa wanaotumia nafasi au wanaotumia majina ya viongozi wakuu wa kitaifa, wako wanaosema nimetumwa na naibu waziri mkuu, wapo wanaosema mimi nimetumwa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi rais mwenyewe. Ukweli ni kwamba zile ni propaganda tu, sidhani mimi kama mheshimiwa rais au, au naibu waziri mkuu anaweza akafanya hivyo kwa hiyo hili hata mimi ninasema wanaoambiwa hayo wayapuuze, maana kwanza hatuna ushahidi, hatuna uhakika, na hawa wote ni kama nilivyosema tu, ni kule mtu kubabaika na kuganga njaa akidhani kwamba hapa ni kiki ya kupata kura. Mimi naamini hata naibu waziri mkuu ni mtu, ni kiongozi wa kitaifa, hawezi kufanya hivyo, na akifanya hivyo atakuwa na kigawa chama na kikigawa chama itakuwa hata yeye hajitakii mema, kwa sababu chama hicho hicho ndio kitamteua kita tena kugombea nafasi yake. Ninathibitisha kwamba sio kweli. Kama wapo, kwa sababu wanasema na watu wanawasikia, basi ni watu ambao kwa kweli, yaani, hawakitakii mema chama chetu, kwa sababu sio kweli kwamba viongozi hawa watakuwa hawana ufahamu wa kuweza wakaanza kuwabagua wanachama wao bila kujua kwamba kuna athari kubwa sana ambayo wanaiweka mi naamini ni propaganda za watu kutaka sifa kupitia majina ya viongozi wakuu, lakini wajue kwamba wanawachafua viongozi wetu, na mimi ile nailani sana tabia hiyo kwa sababu sio nzuri kwa mwanasiasa mwenye uelewa na mwenye akili timamu kutumia jina la kiongozi wake. Maana akisikia hata mheshimiwa rais, anasema fulani anajinadi, anasema umemtuma, sidhani kama atafurahi. Kwa hiyo hilo najua ni, ni jambo ambalo halikubaliki ndani ya chama chetu, kwa sababu chama chetu kina taratibu na kanuni zake. Mimi mwenyewe nakemea sana suala la watu kujipitisha kabla ya wakati. Nimekuwa nikilisema kwenye vikao vya halmashauri kuu, nimekuwa nikilisema kwenye ziara zangu mbalimbali, nikimaanisha kwamba hawa walioko madarakani kwa maana ya madiwani, waheshimiwa wabunge au mheshimiwa mbunge niseme bado muda wake wa kufanya kazi unaendelea mpaka pale mamlaka husika au bunge litakapovunjwa na kutangaza uchaguzi, na wasi wasi. Kwa hiyo ni kweli, nawatoa wasiwasi wananchi kwamba hata kama leo ningepewa ni swali nikaulizwa mbunge wa Chato ni nani, ningekwambia ni mheshimiwa Kalemani kwa, ni kwa sababu tuna mwingine. Hata madiwani wote nawatambua, watambua ishirini na tatu na wale viti maalum, najua kwamba hawa ndio madiwani waliochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita eh. Sasa leo hii mtu akijitangazia yeye ndiye ha -ha. hata akinilazimisha nimtambue atakuwa ananikosea, na, na ndiyo maana mimi na stiki kusema kwamba nitaendelea kuwalinda madiwani walioko madarakani na mbunge aliyeko madarakani mpaka pale ambapo sasa kipenga kitapulizwa, bunge limevunjwa, mabaraza yamevunjwa vyo vyote vitarudi mezani kwa katibu wa wilaya kwa makatibu kata. Sasa hapo, wanachama wote wana haki, kwa sababu ni haki yao ya kikatiba kugombea kuchaguliwa, kuomba uongozi. Hizo ni haki zao ambazo kikatiba lazima washiriki uchaguzi. Hata sisi kama chama tutatoka, tutahamasisha wanachama wajitokeze, maana pia watu tunapimwa kiwango gani wanachama wamejitokeza. Kwa hilo tutalifanya, lakini baada ya muda kukamilika wanaofanya hivyo kabla ya wakati wanavunja kanuni na wanastahili kuchukuliwa hatua. E, ni kwamba mimi ninaona kuna watu wanajaribu kuvunja sheria, kwa sababu wanakuja na visingizio vya kuanza kampeni mapema kabla ya muda, wakiwa na maana sasa kwamba wanatumwa na watu wakubwa kuja kufanya kampeni ili wachaguliwe kuwa wabunge. Na hiyo bado ni sifa mbaya kwa viongozi wa juu au ngazi za serikali kumchafua jina kwa staili hiyo. Hivyo basi mpaka sasa hivi tunatambua kwamba uchaguzi bado na muda wa kampeni bado, lakini watu wametumia kuvunja sheria hiyo na kusema wao wanatumwa na watu kuja kugombea. Inatupa shida kwa sababu kuna kuwepo na mchafuko wa hali ya hewa kuonekana kwamba wanakuja kutoa hela za hongo, aidha na kutaka tuwachague kwa kutumia rushwa, kitu ambacho hakipendezi. Katika kiongozi ambaye tunamchagua ametoa rushwa, atakuja kutufanyia tatizo, atakuja kutufanyia kazi gani? TAKUKURU inatakiwa iingie kati na ikibidi, hata viongozi wa serikali za juu watengeneze mazingira, kwa sababu leo si mara ya kwanza, imeanza kuvumavuma hapo nyuma na wakalifumbia macho TAKUKURU hapa. kwa hiyo yu serikali iliyo juu, kwa mfano wanaichafuliwa majina, ndio wanatakiwa na wao wafuatilie ili kusudi kuona linaishaje.